Bashara na Chetu MC. Uh, moja kati ya kitu ambacho leo nataka nikizungumzie ni kitu kimoja tu juu ya, ya, ya swala zima la kuchagua mwenza katika maisha ya kila siku, yaani mume au mke katika maisha ya kila siku. Cha kwanza ni kuwaambie tu neno moja, nisipoteze muda, ende moja kwa moja kwenye pointi. Kuzungumzia kitu ambacho kimeniweka hapa mbele ya kamera ni kwamba yeyote unayemwona mbele yako mwenye akili ya timamu ambaye ameumbwa na Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana visivyoonekana, anafaa kuwa mke au mume. Lakini je, ni yupi ambaye katika mtazamo na katika utendaji atakuwa bora zaidi? Cha kwanza unatakiwa ujue hichi, kabla sijaenda kuzama kwenye namna ya kumchagua au namna ya kumtazama yupi ni bora, ambaye anaweza kuwa mama bora au baba bora katika familia. Cha kwanza utakiwa kujua kuna vitu viwili ambavyo lazima ujue kuvitumia wewe mwanamke au wewe mwanaume. Kuna akili, kuna hisia. Mamilioni ya watu duniani katika dunia hii ya sayansi na teknolojia, dunia iliyojaa wasomi kibao kwenye madigri mengi kama themometa aa, ni dunia ambayo imekuwa ikinishangaza sana, kwa sababu mamilioni ya watu duniani, nikisema milioni nakusema mabilioni ya watu duniani, wanaongozwa na hisia katika maisha ya kila siku, sio tu kwenye kuchagua mwenza ila hadi kwenye kutafuta mafanikio au kipato wengi wetu tunaongozwa na hisia sio akili na usipoweza kutambua hivi vitu viwili jinsi vinavyofanya kazi ni lazima sio ombi lazima utashindwa kuchagua au kufikia lile lengo ambalo unataka kufikia au kile ambacho unataka kuna watu wengi hawajui kwamba wanaongozwa na hisia yaani wewe ndio unaumwa zaidi ya huyo ambaye tunadhani anaumwa, ya amelazwa. Yaani wewe ndio unaumwa zaidi, ukiwa hujui kutambua kwamba hapo ulipo unaongozwa na hisia au akili. Watu wengi hatujui, lakini watakuwa ujue. Hivi ni bora kuongozwa na akili, sio hisia, kwa sababu siku zote hisia haiangalii makosa, inaangalia kile ambacho kimemvutia. Kuna watu wengi wamekuwa wakifunga ndoa za miezi kadhaa tu. Ndoa miezi sita, miezi saba imevunjika. Ndoa miezi sita, miezi saba imevunjika. Kwambie tu ukweli wewe unayenitazama, ambao hujui unachambua mambo mengi, ukweli ni huu hapa, waliongozwa na hisia na ndio maana hawakuweza kufika mbali. Ndugu yangu, kuongozwa na hisia ni hatari kubwa sana, kuanzia kwenye mafanikio ya kiuchumi, mafanikio ya kimahusiano, lakini pia mafanikio katika utendaji wa swala zima la kihekima, lazima pia utafeli. Chunga sana kuongozwa na hisia. Pambana kadiri ya uwezo wako, huongozwa na akili. akili yako ifanye kazi, utafika unapotaka na utanishukuru. Leo hii mpaka soko katika swala zima la maadili tuna feli, tunajua sababu kuni sababu ni moja tu, watu wanaongozwa na, na, na, na hisia, sio akili. Mume au mke bora ni rahisi sana kumtazama endapo tu, ni rahisi sana kumgundua endapo tu utatumia akili yako, bila sio hisia. Watu waliosimama pembeni yako wanashangaa ah, sasa pale shida nini? Yule baba alikokuwa hovyo, lakini jamaa yule pale ameshaenda tayari, ameshazikika unapositisha kutumia hisia katika mambo muhimu. Hisia ni muhimu kwa sababu nazo zina fremu yake bwana, ila uka ukijua tu unapositisha kutumia na kutumia akili zaidi katika maisha yako ya kila siku nakwambia, kuambia ukweli. Nakwambia huo mtazamo unaoona kwake wa sura, shepu, vyote hivyo havina maana. Ina maana ndogo sana katika kuchagua mke au mume bora. Na wake wengine wakuta wamekaakapasaboi yani, do kitu. Yaani kitu kionahensaboi, bwana awe namuonekana kisa amevaa ko kasuti kake ambako akajilikani kasuti, amesomea nchi gani? Yaani suti koti kanunulia mbagala maji matitu e, nanii suruali kanunulia buza kwa mparange Kiatu, viatu vimenunuliwa sijui wapi yani, suti haijulikani ya nchi gani. Ukitaka kuangalia kwamba imetengenezwa nchi gani au imeshonwa na fundi gani haijulikani, sababu ukiangalia koti imeandikwa made in China, ukiangalia shati imeandikwa made in Japan, ukiangalia nani kiatu cha mguu wa kushoto kimeandikwa made in America. Ya, yani, kila nguo iko hapo imeunganishwa unganishwa, kapatikana suti. Sasa amevaa sasa, kamekaa mbele za watu, kamejipiga vipodo vipodo zake, kamekaa na nini kimiwani, kofia, ndio ukaona sasa, sasa mume bora ndio huyo. Mume bora hatazamwa kwa huo mtazamo unaouangalia we, mume bora anatazama kwenye hekima yake. Mume bora anatazamwa kwa hekima ya utendaji na maamuzi yake, lakini pia mke bora anatazamwa kwa hekima na matendo yake katika maisha ya matendo yake katika maisha ya kila siku. Chukua hiyo, ndugu yangu, itakusaidia sana. Asante sana. Kwa majina, naitwa Gadiel Manuel, aka au almaarufu kama MC Che.